Rusha ndege, ushinde, wapi utatua? Uamuzi ni wako Avieta, inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Moja, um, kati ya kitu ambacho nimekikubali kutoka kwako ni baada ya kukubaliana na swala la mkeo kumuingiza kwenye sanaa. Hongera yeah. kwenye hilo lakini sa kufanya sanaa moja na mwanamke wako ni ngumu ah. Sasa ni kama Jay-Z na Beyoncé yani, wamekutana kwenye sanaa alafu uweze, kwa sababu sasa tupo kwenye mahusiano. Mtulia kwanza, nifanye mimi tu, kila mtu ana wishi zake kwenye maisha okay. ila nashukuru, pressure ni nyingi ya yeah. pressure ni... hebu. <laughs> Yeah, unaziona ni nyingi za kaka zako. siangalia simu yake kwa nini kwa nini sasa? Ah, mimi nilitegemea wewe unachunguza chunguza, chunguza. Apala, maisha ni furaha na amani yeah. <laughs> Okay. Anipe sababu mimi kuanza kuteseka, kwa maana unafahamu vingi anavyovifanya na yeye anafahamu vingi unavyovifanya. Kabisa. Kabisa. Sawa sawa. Wifi mambo vipi? Poa. Niko poa sana. Hongera sana. Umepata mwanaume ambaye mara ya kwanza nimekutana naye alikuwa mkweli hakusema kama yuko single. ni, ni mwanaume aina gani ukiwa naye? Mm -hmm. oh, m no, ana vituko fujofujo na nini? Vituko anavyo kwa sababu ni mchekeshaji. You take it as kazi yake na pia unaichukulia kama maisha yake anisaidia pia kutokana na fra mda wote sasa, okay. Yeah. So, so. Nini ambacho hukipendi kabisa kwa ah, kwa Leonardo? Uh, hakuna, nisema ukweli hakuna kingekuwepo nikesema. Okay. Kaka, nini ambacho kipendi kwa yetu? Ah, kuna mda ananunaga bila sababu <laughs> ya lakini ndio unajua lazima mwanamke kidogo amsumbue sumbue mume wake kwa hiyo naichukua poa tu ila kuna mda ananunaga bila sababu Okay. yeah. Moja kati ya kitu ambacho mimi nakifuatilia sana ni series yako mpya ya Mashaka <laughs> uh, mule ndani unafanya poa lakini pia kuna baadhi ya watu watakuwa wanajiuliza Leonardo alifikiria nini tumemzoea mtu wa stand up comedy anasimama jukwani anatuchekesha nini ulifikiria ukaamua bora kwanza nitengeneze na hiki ili angalau niingize chochote kitu ya cha kwanza kilichofikiria ni hela. E, ukidiversify unachokifanya hela inaongezeka zaidi. Ehe, cha kwanza cha pili. Um, kubadilika kunafanya watu wasikuchoke wewe, sio kila siku una shoot clip fupi, sometimes you take your time, unaleta series ndefu ambayo watu watakuwa wanafuatilia zaidi na zaidi leo, kesho, kishukutwa. Um, lakini pia inakusaidia wewe kujitambua upo best zaidi wapi labda mimi nipo vizuri zaidi kwenye series na nilikuwa sijui. oh, yeah. Kwa hiyo na Sparko na, na, na ile uh, talent yangu ya kwenye series pia okay, yeah. Mfumo umekuwa mgumu sana hasa kwa ma youtuber ukitazama, wengi wamekuwa ma comedian, lakini pia wanafanya vitu vingi humo na ma series yamekuwa mengi sana. yeah. Kwa, kwa, kwa Leonardo amejipanga vipi kuwapindua? Kuna namna hivi natakiwa uwapindue ili ubake on the top, all the time. Yeah, so keki ni kubwa lakini cha msingi ni research. Uh, kama vile ambavyo ako kwenye clip huko kwenye stand up nimeonekana kama uh, mambo oyaa ma, anafanya vizuri sana. Issue ni research, kuangalia anafanyaje vizuri zaidi na YouTube pia, okay. Lakini keki ni kubwa, wengi tunafanya vizuri kwa hiyo sawa sawa so, so. Mimi natamani tumzungumzie hivi na Kiredio, bwana usisikitike. Yeah. Kuna namna ulikuwa unaumia sana uliposikia wameachana <laughs> comment zako nilikuwa naziona jambo. Mbona mbona mbona umekataa? Usikatae jambo. Mimi ni mmoja wa watu waliokuwa wanamshauri sana Kiredio. Naomba niishie hapa. Ulikuwa unamshauri nini? Hebu muache kaka aongee. Amenizuia nashukuru, amenizuia. Amenibana na mkono. Naomba niishie hapa. Lakini penzi limerudi, umeliona? Eh, eh. Sometimes nje amnaga vitu vya msingi mnajifanya yeah, ah, mnajifanya nitaweka watu, unaenda umepambana zako huko nje umepata tu mauti. Kwa hiyo bwana tu mrudiane, mbaki ndani, mtengeneze maisha. Maisha ndo haya haya tu hapa. Ah, kapo yao inatengeneza msingi mzuri wa hela, content nzuri zaidi ndo kikubwa zaidi Lakini pia wanapeana faraja na furaha. tupe Tupe taarifa kidogo, simsikilize yeah. Hilo swala la la la la la, kaka yetu Vunja Bei ni la kweli lipi? Ile la Vunja Bei kutembea ah, na ah hiyo sijui eh, inawezekana ikawa kuna ukweli ndani yake ah, tuseme, lakini sidhani asilimia ngapi 0 kwa nini sifuri? mm, there, like, like, message there, like, Ah, yeah. Sawa sawa. No, okay. Na ushauri gani ulikuwa unampa sana Kiredio kuhusiana na issue ya ya Vee. Mbona kama anakuzuia sana? Mbona kama unamzuia sana, sana. No, ni marafiki zake. ni hapa mwisho. Naishia mzee wangu. Kwa kwa baadaye, baadaye nitampa surprise. Nikisema sasa hivi ya. Sisi tuseme asante sana. Asante shukrani sana.